Okay. Iba na mambo vipi, Swahili community? Kama kawaida, kama ibwaa nalio tena, basi tunaanza kazi nyingine. Ana kazi ni kali, kazi ni kali, ni kitu cha mwaka elfu mbili na kwa wale wafuatiliaji wa movies za Kikorea basi haya majina sio mageni bana. Leo tunaanza na, na mwanamke mmoja aitwaye Lidam alikuwa akisafiri kwa basi, lakini ghafla mwanaume mmoja alimgusa kimakosa. Lidam hakujua kwamba kuguswa huko kungekuwa na athari kubwa kiasi ya kwake. Ghafla alianza kuhisi maumivu tumboni. Yule mwanaume alidhani kuwa labda Lidam alikuwa kwenye hedhi na akaamua kusimamisha basi ili Lidam apate huduma ya haraka lakini haikuwa tatizo la hevi, ilikuwa ni jambo tofauti kabisa. Sasa tunarudi usiku uliopita, ambapo Lidam alikuwa akimbeba rafiki yake mlevi Jean. Jean alikuwa ametengana na mpenzi wake na alikuwa amekunywa pombe kupita kiasi. Lidam alimbeba mgongoni ili ampeleke nyumbani, kwani hakuwa na uwezo wa kutembea. Lakini ghafla Lidam aliteleza na watu wawili wakaanguka chini. Jean alisimama na kuanza kukimbia ovyo ovyo, na Lidam alimkimbiza hadi mtaa wa pili na akamkuta Jin akiwa ametapika juu ya gari la kifahari aina ya kos, na alikuwa bado amelala juu ya gari hiyo. Mmiliki wa gari hilo alikuwa amesimama pembeni, na kwa haraka sana Lidam alianza kuomba msamaha kwa tajiri huyo kwa niaba ya rafiki yake namo, alikuwa si mwingine bali ni mhusika mkuu Shin huyo, na alikubali msamaha wake na hakumtoza chochote kwa uharibifu huo. Sasa Lidam alipokuwa akiondoka, aliteleza tena na wakati huu Shin Woo-yeo huyo aliwahi kumshika mkono ili kumzuia asianguke. Alipokuwa akimwokoa, mkono wa Lee Dam ulijikuta ukigonga kifua cha Shin Woo-yeo huyo na hapo ndipo kipande cha kung'aa kama almasi kilitoka kinywani mwa Shin Woo-yeo huyo na kuingia ndani ya mwili wa Lee Dam, jambo lililopelekea lilopelekea Lee Dam kupoteza fahamu papo hapo. Asubuhi iliyofuata, Lee Dam aliamka akiwa katika nyumba ya kifahari ya Shin Woo-yeo huyo. Alimuuliza kuwa sasa lazima aishi naye kwa sababu alikuwa amemeza kipande iko cha muhimu sana kwake. Alisema alihitaji kupata njia ya kukitoa kipande hicho na mpaka hapo Ridam atalazimika kubaki nyumbani kwake. Pia alimweleza kuwa yeye ni gumiho, kiumbe wa zamani mwenye mikia tisa ambaye ameishi kwa zaidi ya miaka mia tisa. Ridam aliona jambo hilo ni la ajabu sana na haraka sana alipiga simu kwa polisi, lakini Shin Woo huyo aligeuka na kuwa gumiho, yani mbweha mkubwa mwenye manyoya laini na mikia mingi. Ridam alishangaa sana na akazimia tena. Ilipofika usiku, Lidam aliamka tena na kumkuta huyo bado akiwa amekaa karibu yake akisubiri aamke. Ya alipoona ameamka, alielekea jikoni kutengeneza kikombe cha chai, lakini akiwa anatengeneza chai, Lidam alitumia fursa hiyo kutoroka kutoka kwa nyumba ya huyo na kurejea kwake. Asubuhi iliyofuata, Lidam alipokuwa chuoni, mwanafunzi mwenzake alimsogelea kutoka nyuma na kumgusa kwa nia ya kumtania, lakini mguso huo ulimfanya Lidam ajisikie kuumwa na kadri mwanafunzi huyo alivyoendelea kumgusa ndivyo hali yake ilivyozidi kuwa mbaya. Hii hali ilifanana na ile iliyomtokea alipoguswa na yule mwanaume kwenye basi. Akiwa amechanganyikiwa na mwenye wasiwasi, alikwenda moja kwa moja kwa Shinu huyo na kumuuliza ni nini kinachomtokea mwilini mwake. Alilalamika kwamba dalili hizo zilianza baada ya kukutana naye. Shinu huyo alimweleza kuwa wanaume waliomgusa yani, yule wa kwenye basi na mwanafunzi mwenzake, walizaliwa katika mwaka wa taiga na ndio maana mguso wao ulimdhuru. Lidam alimuliza ni jinsi gani angeweza kutibiwa, na shinu huyo alimgusa usoni na kumaliza kuwa ni mguso wake pekee ndio unaweza kumponya. Hii ndio sababu alitaka Lidam aishi naye. Kila kitu alichosema shinu huyo kilikibitika kuwa ukweli, kwani Lidam alihisi nafuu mara baada ya kubuswa na shinu huyo. Shinu huyo pia alishangaa kuona kuwa mabo, yani lile jiwe la kichawi aliyomwekea Lida likiangaza kwa rangi ya bluu, wakati kikawaida, maboio ilikuwa ni ya rangi nyekundu, jambo ambalo alijawahi kutokea maishani mwake. Sasa Lida hakuwa na chaguo jingine bali kuishi na shin huyo hadi pale atakapopata njia ya kuiondoa maboio ndani yake. Shin huyo alimweleza kuwa maboio ndio inayosababisha athari hizo na kuanzia sasa mguso wowote kutoka kwa wanaume alizaliwa katika mwaka wa taiga utamdhuru. Usiku Lidam alipanga mizigo yake na kujiandaa kuhamia nyumbani kwa Shinu huyo. Njiani alienda kwenye duka la kununua teza. Hiki ni kifaa cha umeme chenye shuti sana sanasana wanatumiaga walinzi. Alikuwa bado na mashaka na wasiwasi kuishi na mtu asimfahamu vizuri, lakini teza hiyo ilikuwa ni gharama sana. Hivyo muuzaji alimshauri achukue pilipili ya kupuliza, yani pepper spray, kama mbadala wa kujilinda. Wakati huo Lidam aliona taarifa ya tukio la uhalifu kwenye runinga ya duka hilo na hiyo ikamfanya ahisi wasiwasi zaidi na, kwa haraka, viwili, yani teza na pepa stray. Kwa haraka alinunua vyote viwili a kwa ajili ya usalama wake. Wakati huo huo Shinu huyo alikuwa bado anafikiria ni kwa nini mabo ndani ya Lidam ilibadilika rangi na kuwa ya bluu, jambo ambalo halijawahi kutokea katika maisha yake yote. Muda mfupi baadaye Lidam aliwasili nyumbani kwa Shinu huyo na akaanza kunungunika baada ya kumuona kupitia dirishani, lakini ghafla Shinu huyo alitokea mbele yake jambo lilomshtua sana. Shin huyo alikuwa na uwezo wa kujihamisha kutoka sehemu moja hadi nyingine, jambo ambalo Lidam alikuwa bado hajazoea. Alimbebea mizigo yake na kumkaribisha ndani ya nyumba yake. Shin huyo alimweleza kuwa kwanzia sasa Lidam lazima afuate sheria fulani, yani asiguse mwanaume yote aliyezaliwa katika mwaka wa Taiga, asile kuku na asinywe pombe, vinginevyo hali yake itazidi kuwa mbaya. Sasa wakati Lidam alipokuwa akielekea chumbani mwake baadhi ya mizigo ilianguka na kufichua teza na pepper spray alizonunua. Akiwa mechanganyikiwa na mwenye aibu, alifunika haraka vifaa hivyo na kudai kuwa alivinunua kama zawadi kwa ajili ya Shinu huyo. Lidam alilala katika nyumba ya Shinu huyo usiku huo, na alipoamka asubuhi alikuta Shinu huyo amejaza friji kwa vyakula mbalimbali kwa ajili yake. Kabla ya kuondoka, Shinu huyo alijibadilisha na kuwa mzee. Hii ilikuwa kuepuka kushukiwa kuhusu kutokuzeeka kwake hapo awali. Lidam alishtushwa na mabadiliko hayo lakini taratibu alianza kuzoea mambo ya ajabu aliyokuwa akiyapitia tangu kukutana na Shinu huyo. Ilipofika usiku, marafiki zake Lidam walimpigia simu na kumwalika klabu kula bata, lakini alitambua kwamba iwapo angekutana na mtu yoyote alizaliwa katika mwaka wa Taiga bahati afya yake ingekuwa tarini na hivyo aliomba kuondoka mapema kwa ajili ya usalama wake. Lakini wakati anaondoka, simu yake iliteleza na kudondoka chini na mwanaume mmoja aliyokota. Mwanaume huyo alitamani sana kufahamiana na Lidam, si unajua tena mambo ya klabu. Lakini mara tu alipomgusa, maumivu makali yalipenya tumboni mwa Lidam, na ilikuwa dhahiri kuwa mwanaume huyo alizaliwa katika mwaka wa Taia. Maumivu yalikuwa makali kiasi kwamba Lidam hakuweza hata kuzungumza. Yule mwanaume, bila kuelewa hali hiyo, alidhani kimya chake kilimaanisha kuwa alikuwa tayari kwenda naye hivyo alianza kumrubuni waende utolini. Wakati huo Shin huyo alijaribu kumpigia Lee Dam kuuliza kama yuko salama, lakini simu yake haikupatikana, hivyo akaanza kuhisi kwamba Lee Dam alikuwa kwenye hatari. Sasa Lee Dam na yule mwanaume walitoka nje ya klabu, lakini uso wa Lee Dam ulianza kupauka zaidi, na yule mwanaume alikuwa akimfariji na kumwambia kwamba atajisikia vizuri muda si mrefu, lakini lengo lake ilikuwa kumpeleka gesti. E, ili kuweza kujilia vitamu, Lidam hakuwa na nguvu tena na alitamani mtu atokee aweze kumwokoa. Kama bahati, Shinu huyo alitokea na ghafla alimvuta Lidam katika mikono yake, lakini mwanaume yule alijaribu kumzuia bila kujua kwamba mtu aliyesimama mbele yake alikuwa ni gumiho wa miaka mia tisa iliyopita. Shinu huyo alimshambulia mwanaume huyo na kumbusha mbali kwa nguvu. Baada ya tukio hilo, uhusiano kati ya Lee Dam na Shino huyo ulionekana kuanza kuwa wa karibu kidogo. Walikwenda pamoja kwenye mjawa na kula chakula cha jioni, kisha wakatembea wakizungumza. Lee Dam alijua kwamba Shino huyo alimsaidia kwa sababu ya ile mabo aliyokuwa nayo miwini mwake, hivyo akamuuliza kwa udadisi kama mabo hiyo ingeweza kutolewa. Shino huyo alimjibu kwa utani kwamba Lee Dam angehitaji kusubiri kwa angalau mwaka mmoja na kama asingepata njia ya kuitoa basi Lidam angefariki Lidam alichukulia jambo hilo kwa uzito akiwa na mawazo aliamua kufurahia maisha yake na kula bata akiwa na rafiki yake Jin, aliamua kula vyakula vyote alivyopenda kama kuku na kombe kwa sababu alitambua yeye ni wakufa mda wowote sasa tukirudi nyumbani Shin Woo-yeo alitazama sana ilikuwa saa tano usiku na Lidam, bado hakuwa amerudi Alianza kupata wasiwasi bi yake. Kumbe Ridam yeye alikuwa amekula na kunywa kupita kiasi na alikuwa amelewa vibaya mno, hivyo hakuweza kutembea vizuri na alianguka chini. Na alipokuwa akijaribu kusimama, ghafla aliona kijipande chekundu mbele yake na alidhani kuwa alikuwa ametapika ile mabo. Kwa furaha, alichukua na kukimbia nyumbani haraka. Alipofika nyumbani, alimuonyesha Shin Woo-yeo na kusema kuwa amefanikiwa kulitapika diwa hilo la kichawi na sasa hatokufa tena. Shin Woo-yeo alimwangalia kisha akatazama kitu kilichokuwa mikononi mwake na kusema kwamba hiyo sio mabo bali ni pipi tu. Lidam aliposikia hayo, uso wake ulijaa huzuni na kukata tamaa. Lidam alianza kulia kwa uchungu kutokana na jinsi maisha yake yalivyobadilika na kuwa ya kusikitisha tokea alipokutana na Shin Woo-yeo. Siku iliyofuata Lidam alipowasili chuoni, alianza kuona vitu havielewi Yani, kila mtu alikuwa anamuona ni kama amezaliwa mwaka wa Taiga, na hivyo akawa anakwepa kuepusha kugusana. Sasa alipotoka nje, ghafla kuna wanafunzi walikuwa wakikimbizana na waligongana naye. Kwa bahati nzuri, mtu mmoja alimdaka kabla ajaanguka. Lidam akiwa na shauku ya kujua ni nani aliyemwokoa, aliuliza kwa tahadhari tarehe yake ya kuzaliwa ili ajue kama mtu huyo alizaliwa katika mwaka wa Taiga au la. Wanafunzi huyo alifafanua kwamba yeye amezaliwa mwaka wa paka na sio wa Taiga. Ridham alimsifia kuwa alikuwa na bahati sana kuzaliwa mwaka huo. Baadaye Ridham alisikia mtu akimuita kwa jina lake, alitambua sauti hiyo na aligundua kuwa ni ya mwanafunzi anayejulikana kuwa mwenye sura nzuri zaidi chuoni. Kwa bahati mbaya mwanafunzi huyo alizaliwa katika mwaka wa Taiga. Mwanafunzi huyo alimkaribia Ridham na alimuokotea sweta alilokuwa amedondosha, lakini Ridham alipomwona akimkaribia zaidi, alisisitiza kuwa aache sweta hilo chini na aliliokota mwenyewe. Mwanafunzi huyo wa kiume alibaki amesimama pale pale akiwa haelewi kilichotokea. Yeye ndiye kijana mwenye sura ya kuvutia na amezoea kupokea sifa, lakini leo alishangaa kuona mtu akimkataa. Tukirudi nyumbani, Lee Dam naye aliamua kumwekea masharti Shin Woo-yeo huyo, kwa sababu alikuwa anaishi na jiwe la ajabu ndani yake ambalo ni mali yake. Alisisitiza kuwa Shin Woo-yeo huyo alipaswa kuhakikisha usalama wake kila wakati, kwa sababu kufanya hivyo pia kungelinda jiwe hilo zaidi ya hayo alimwomba asiendelee kumtazama machoni akieleza kuwa macho hayo yalimweka katika hali mbaya ya hisia. Pia alimtaka aache kuvuta sigara. Baada ya kuweka masharti hayo, wote walifikia makubaliano. Siku iliyofuata Shin Woo-yeo alimtembelea rafiki yake ambaye pia ni gumiho mwenye miaka mia tisa anaitwa Yang Kion na kumweleza kuhusu msichana wa kibinadamu aliyekuwa amemeza jiwe lake. Alimwambia kuwa kwa sasa msichana huyo anaishi naye nyumbani kwake. Yang Hyun aliposikia hilo alieleza kuwa ni jambo jema kwa sababu sasa Shin Woo angeweza kupata nguvu ya kibinadamu aliyohitaji. Hata hivyo, Shin Woo alisitiza kuwa hawezi kujichanganya na kumpenda msichana huyo kwa sababu hakutaka historia iliyotokea miaka 600 iliyopita ijirudie. Pia alimweleza kuwa jiwe hilo lilibadilika kuwa la bluu kwa mara ya kwanza ndani ya msichana huyo wa kibinadamu, jambo ambalo ni la ajabu sana. Upande wa Ridam yeye alikuwa akifurahia chakula cha jioni na marafiki zake, lakini bado alikuwa anakumbana na changamoto kwa sababu hakuruhusiwa kula kuku tangu alipoimeza mabo ile, yaani lile jiwe la kichawi. Lakini akiwa hapo aligundua kuwa yule mvulana maarufu zaidi shuleni alikuwa akimwangalia. Alikasirika na aliamua kuacha kula na kuwaaga marafiki zake ili arudi nyumbani. Aliposimama kuondoka, mvulana huyo alimkaribia na kumzuia. Lakini Lidam alikuwa makini kuhakikisha haguswi na mtu yoyote aliyezaliwa katika mwaka wa Tiger. Hivyo alimwambia kwa msisitizo akae mbali. Lakini mvulana huyo alimwomba waende wakanywe kitu pamoja. Kabla hajajibu, rafiki yake wa karibu alimvuta na kumuuliza kwa nini akatae fursa nzuri kama hiyo. Na Lidam alikubali na waliketi pamoja. Lakini kila muda mwanaume huyo alijaribu kumgusa, Lidam alikwepo kwa namna ambayo ilionekana kama matusi. Mvulana huyo alikasirika na kuondoka. Siku iliyofuata, Lidam aligundua kuwa mvulana huyo alikuwa akimtazama kwa mbali wakiwa darasani. Baada ya shule, mvulana huyo alimfuata Lidam kwa kisingizio cha kukopa pesa ya kununua kinywaji, lakini kabla Lidam hajachukua hatua yoyote, alichukua simu ya Lidam na kuweka namba yake, na alimwambia ampigie wakati wowote atakapohitaji chochote. Alidhani kwamba akifanikiwa kukutana naye tena basi angemvutia Lidam, lakini Lidam alimwambia moja kwa moja kuwa hamvuti hata kidogo. Mvulana huyo alibaki amepagawa baada ya kuambiwa hivyo. Yani, unarusha mishale muda wote huo lakini mtu anakukataa. Lidam alirudi nyumbani akiwa na huzuni. Yaani kwa miaka kumi na nane alikuwa akiishi kwa afya nzuri na hakuna aliyewahi kumtongoza. Lakini sasa ambapo ana tatizo ndio wavulana wengi wanamtongoza. Du! Shin Woo-yeo alikuwa akimtazama kwa huzuni na alikumbuka swali aliloulizwa na rafiki yake hapo awali kwamba unajua namna ya kuondoa maboyo. Sasa, kwa nini unasita kuiondoa? Aliamua kumfuata Lidam na kumwambia kuwa ataitoa maboyo usiku huo Kabla hajachukua hatua, alimshika mkono na kuangalia mabo nyekundu ndani ya mwili wake. Kisha aliachia mkono wake na kumwambia inabidi asahau kila kilichotokea na akichukulia kama ndoto. Hata hivyo, alipokuwa akimshika usoni kujiandaa kuiondoa mabo hiyo, aligundua kuwa rangi ya mabo hiyo ilikuwa imebadilika na kuwa ya bluu, na hiyo ilipelekea kusitisha zoezi hilo. Lidam alikasirika na kuumia sana, lakini alipokuwa akiondoka, Shini huyo alimvuta na kumkumbatia kwa nguvu. Shin Woo-yeo alianza kujiuliza kama msichana alisimama mbele yake ndiye aliyekuwa akimsubiri kwa miaka zaidi ya mia sita. Siku iliyofuata, Lee Dam alikutana na marafiki zake ili aweze kupata ushauri. Alisimulia hadithi kuhusu mtu anayemjua aliyeishi na mwanaume na siku moja mwanaume alipokuwa akimbusu alisita na kuishia katikati ya tendo hilo. Alisema watu hao walikuwa wamejuana kwa wiki moja tu. Sasa mwanamke alikasirika na alipojaribu kuondoka mwanaume huyo alimvuta na kumkumbatia sasa msichana huyo alichanganyikiwa na alikuwa akijiuliza kama mwanaume huyo alikuwa akimchezea michezo ya kimapenzi. Rafiki yake alimwambia kwa msisitizo kuwa hiyo ilikuwa ishara ya upendo kutoka kwa mvulana huyo na kwamba msichana huyo anapaswa kukubali. Hawakujua kuwa hadithi hiyo ilikuwa ya Lee Dam mwenyewe, lakini yeye alisingizia ni ya mtu anayemjua. Wakati huo huo, shinu huyo alikuwa akijiuliza maswali mengi ya kwa nini mabo inabadilika rangi rafiki yake hisun alikumbuka kuwa mabo yake pia ilibadilika rangi na kuwa bluu kwa muda kabla ya kurudi kuwa nyekundu, wakati alipokuwa akijaribu kuiondoa. Alieleza kuwa hiyo ni hali ya kawaida. Hisun naye pia alikuwa ameishi kama gumiho kwa miaka 900 na sasa alikuwa binadamu. Alimshauri kuwa huenda hii ilikuwa nafasi ya mwisho kwa shinu huyo kuirudisha mabo yake na kuwa binadamu kwa kuchukua nguvu za kibinadamu kutoka kwa Lee Dam lakini Shin Woo-yeo alijua kuwa angemuumiza Lidam ikiwa angechukua nguvu hiyo. Wakati huo huo, yule mvulana maarufu aliendelea kumfikiria Lidam, hivyo alimwandikia ujumbe akiomba kukutana naye. Lidam alimjibu kuwa alikuwa bize. Mvulana huyo alikasirika na akauliza alikuwa bize na nini. Kwa mshangao, Lidam alimjibu kuwa alikuwa anasafisha choo. Pia alimuuliza kama anaweza kumsaidia kuzibua choo. Ilionekana Lidam alikuwa anahangaika kusafisha choo ili Shin Woo-yeo asikikute katika hali ya aibu. Mvulana huyo alimpigia na kumpa maelekezo ya jinsi ya kuzibua choo. Alimwelekeza kufunga kifuniko kwa mkanda, kisha fulashi. Mvulana huyo alikuwa akielekeza kila kitu kwa kufuata maelekezo ya mtandaoni. Lidam alifanikiwa na kwa furaha alimshukuru akiwa amefurahishwa na msaada wake, alimpa jina la utani Toilet Fairy. Mvulana huyo alitumia fursa hiyo kumwomba wapate msosi pamoja, na Lidam alikubali. Sasa usiku, Shin Woo-yeo aliporudi nyumbani, alianza kumfurahisha Lee Dam. Alimletea pizza ipendayo na hata akamuuliza kwa upole kama alikuwa amekula vya kutosha na kama bado alikuwa tayari kumpikia mwenyewe. Upole wake wa ghafla ulimchanganya Lee Dam, na alikumbuka maneno ya rafiki yake kuwa mwanaume akifanya hivyo, basi ni ishara ya upendo. Lee Dam alimuuliza Shin Woo-yeo kuhusu mapenzi, jambo lililomfanya anyamaza ghafla, akiwa ajui la kusema aliendelea kumuuliza kuhusu kile kilichotokea usiku uliopita na maana yake halisi. Shin huyo alieleza kuwa awali alitaka amruhusu waende zake, lakini wazo la kubaki peke yake na kushughulika na kila kitu lilimchanganya na kumfanya asite. Aliposikia hayo, Lidam alimwelewa na alimtaka siku nyingine ajitahidi kuepuka matendo yanayoweza kuleta tafsiri tofauti, lakini ukweli ni kwamba Shin huyo alikuwa akifuata ushauri wa rafiki yake rafiki yake alimwambia kwamba kwa sababu mabu ndani ya Lee Dam imebadilika rangi, basi ni vema uanze kutoka naye kimapenzi. Leo tunaishia hapo, tunaishia hapo, na hii ni sehemu ya kwanza ya My Roommate za Gumiho kwa haraka haraka. Nadhani itakuwa na vipande vinne kama sio vitano, basi tuendelee kuwa sambamba.